Amesema hayo akiwa mgeni rasmi katika mahafali ya 35 ya chuo cha mafunzo kwa watu wenye ulemavu na ya tano kwa shule ya sekondari Usa River Rehabilitation yaliyofanyika katika chuo hicho kilichopo mkoani Arusha. Amesema kuwa chuo hicho kimefanikiwa kuhitimisha wanafunzi 900 hadi sasa, huku ufaulu ukizidi kuongezeka kwa wanafunzi wa shule ya sekondari na mpaka sasa kituo hiki kimehitimisha kwa mujibu wa mkurugenzi katika risala yake wanafunzi mia tisa hawa si haba. Mm. hawa ni watu ambao vinginevyo wangekuwa hawana mahali au kitu cha kufanya, na kwa mwaka ishirini na nne wanafunzi wote wa sekondari kidato cha nne hapa walifaulu kujiunga na kidato cha tano au chuo. Aidha, amesema kutokana na umoja uliopo baina ya kanisa, jamii na waisani, miundombinu ya kituo hicho imeendelea kuboreshwa kila wakati. Tumeanza kidogo kidogo, lakini kila siku naona Mungu anatuwezesha kufanya zaidi. Ningeulizwa siri ya mafanikio haya, ningelisema ni umoja wetu. Umoja wetu katika ngazi zote, ngazi ya dayosisi, ngazi ya majimbo, ngazi ya wachungaji, ngazi ya wainjilisti na vituo vyenye Mkurugenzi wa URRC Elisha Masangwa ametoa wito kwa taasisi mbalimbali kuwaajiri watu wenye ulemavu kwani wanaweza kufanya kazi kwa ubora, huku mkuu wa shule ya sekondari Usa River Rehabilitation Mwalimu Emmanuel Ayo akiwaasa wazazi kuwapeleka watoto wenye ulemavu katika chuo hicho kwani wana miundombinu rafiki kwao. Ni kundi ambalo limetengwa kwa muda mrefu sana, lakini nchi ikiweka sera na ikasimamia sera zake vizuri kwa, kwa maana ya uh, disability policies, wanaweza wakawasaidia wanafunzi au watu wenye mahitaji maalum kupata ajira, lakini pia kutumia taaluma waliopata kwenye vyuo vya kati na vyuo vya juu kuhakikisha kwamba wanaweza kujiendeleza na kusaidia jamii. Tusiwadharau na kuona kwamba wao hawawezi kuleta mchango. Asilimia kubwa ya watu, ukifanya utafiti, inaonekana kwamba watu wenye mahitaji maalum wanaonekana kama si ni non productive, hawawezi wao kuproduce chochote kwenye taasisi au kwenye eneo lolote, lakini wakipewa nafasi wanaweza kufanya mambo makubwa sana. Shule yetu ni jumuishi, imeandaliwa kwa, kwa ajili ya kuwasaidia watu wenye ulemavu. Miundombinu yote ambayo imejengwa mahali hapa inamsapoti mtu mwenye eh, mahitaji maalum, ikiwa ni njia zile za kupita kiwa ni kule mabwenini, ikiwa hata ni kwenye zile sehemu za kujisitiri yani na maana zile washroom au tuseme kule we, msalani. Tumeweka miundo hiyo, miundo mbinu imekaa vizuri sana ili kusapoti mtu mwenye mahitaji maalum. Katika mafali hayo imefanyika harambee ambapo mkuu wa jimbo la kati KKKT mchungaji Abel Kaya amesema zaidi ya shilingi milioni nane zimepatikana huku, aliyewahi kuwa mkurugenzi wa URRC kutoka Ujerumani Klaus Heim na Mona Bensinga aliyekuwa mkuu wa idara ya setu wakifurahishwa na mafanikio yaliyopatikana katika chuo hicho. Kwa harambee hii ndogo walilenga kupata milioni kumi kati ya zile milioni ishirini na tano ambalo ni kisio kubwa. Ukichanganya zote hizo ambazo nimezitaja unapata jumla ya shilingi milioni nane laki saba na kumi na mbili elfu. <coughs> Okay, angalia kwenye lile kisio la, la awali la shilingi milioni kumi ni kama shilingi milioni moja na laki mbili na, na kitu hivi ndo imepelea

Sasa nimeona kwa kweli umeenda mbele, hongereni sana. <laughs> <laughs> Mimi katika moyo yangu ni wana URC, sivyo? Kwa <laughs> upande moja upande mimi hapa kama mama Mona, kama bali mumona, kama senior expert. Valmumona. Sasa, leo kwa upande mwingine, ninasimama leo pamoja na naa waniaba ya Förderverein URSC maana yake ya Förderverein ni kikundi ambacho kiko Ujerumani, kina marafiki vengi ambayo wanapenda kusaidia kazi na maendeleo ya chuo chetu haswa kwa upande ya setu na kwa upande ya fysiotherapi. Kumekuwa na uwekaji wa jiwe la pembe katika jengo la bwalo la wanafunzi na maonyesho ya shughuli mbalimbali yanayofanywa na wanafunzi wa chuo hicho, kutoka hapa katika chuo cha watu wenye ulemavu USA River mkoani Arusha. Mimi ni Elihuruma Chao.